Bwana Yesu asifiwe. E, Zaburi 124. Kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, Israeli na aseme sasa, kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi, wanadamu walipotusaburia papo hapo wangetuangamiza hai, hasira yao ilipokuwa juu yetu. Maandiko inasema ya kwamba ati kama si Bwana aliyekuwa pamoja nasi ile siku wanadamu walikuwa wametuinukia, na ile siku wanadamu walio poa wameamuru na wameamua ya kwamba wakatusaburie, wangetuangamiza. Kwa hivyo hii siku ya leo, nataka ukaone mkono wa Bwana ukiwa juu ya maisha yako. Nataka ukaangalie ukaone, Bwana Bwana Yesu asifiwe. Wacha kuangalia mambo mingi, wacha kuangalia mambo mingi ya dunia, wacha kuangalia magari na masaba, hata utajiri ya hii dunia lakini angalia pale msalabani. Inua macho yako na ukumbuke siku moja uliyokuwa umesabiliwa na watu. Inukasi macho yako na ukumbuke siku moja uliyokuwa unalala njaa. Inua macho yako ukumbuke siku moja uliyokuwa na sida, na ukaona ya kwamba kama si Bwana hiyo siku ungeangamia. Kama si Bwana hiyo siku ungefungiwa nyumba. Kama si Bwana hiyo siku bibi alipokuacha ungekuwa umejinyonga. Kama si Bwana hiyo siku ambayo mzee alikwambia hakutaki, haungekuwa hai. Lakini ukaangalia ukatazamia msalabani, ukainue macho yako ukatazimia katika pale msalabani, ukaona msaada wako uko katika mkono wa Bwana. Kwa maana Daudi alisema tagu utotoni mpaka mahali ambapo alikuwa amefika hajaiona Mungu hakuwa amemwacha. Naye ukaangalia katika maisha yako ukarudi nyuma, ukaona ya kwamba kama si Bwana kuwa. Hii siku ya leo sijivuni kukuwa mukulio, lakini naweza jifunia. Kwa maana hata kama niko na ndevu, hata kama nimefunga hiyo kilemba, najivunia hii siku ya leo kuona ya kwamba nahubiri neno la na Mungu. Siangalii mahali ambapo nimezaliwa, siangalii utajiri mahali ambapo iko, siangalii ya vile nimeng'ang'ana, lakini nikitazamia katika msalabani Nakumbuka siku ambayo niliachwa na kila mtu naye Mungu akaniinua. Nakumbuka siku ambayo nilikuwa mimi peke yangu nikiwa katika pale dhika, nilikuwa nimekunywa dawa, ninaona Mungu katika maisani mwangu, kwa maana alinifufua wengi. hiyo siku walikufa wengine, hata walikuwa wamekunywa kama mimi, lakini vile walifika mahali pale, wengine wakaangamia. Nakumbuka mahali ya mpapo, ile siku ambayo nilikuwa na mawazo mzito. Lakini Bwana alisimama na mimi. Ndiyo kwa maana hata mimi naamua nikasimame na, na Bwana. Tazama msarabani, ukaone Mungu. Hiyo siku ukaikumbuke, ukaweze kuinuka na kufanyia Mungu kazi. Bwana akubariki. Amen.